Naam, karibu tena kwenye meza ya michezo. Kikosi cha Kenya cha mchezo wa voliboli upande wa kina dada kina, kina ari ya kuridhisha katika michuano ya kufuzu kuwania ubingwa wa bara la Afrika na kama Moses Wakhisi anavyotuarifu, huku kukiwa ama kikiwa na ndoto ya kuibuka washindi, kikosi hicho kimejumuishwa katika kundi sawa na mataifa kama vile Misri, Ethiopia na Uganda. Timu ya taifa ya voliboli upande wa kinadada ina ari ya kung'aa katika michuano yao kufuzu kwa ubabe wa Afrika itakayoandaliwa Uganda wiki ijayo. Kenya imejumuishwa katika kundi sawa na masimo wa jadi Misri, wenyeji Uganda na Ethiopia, na wana ari ya kuwa na matokeo ya kufana. Janet Washu atakuwa nahodha wa kikosi kinachojumuisha Joy Lusenaka, Masi Moim, Noel Murambi, Monica Biama, Evelyn Makuto, Lydia Maio, Ester Wangeshi, Ruth Chepngetich, Triza Atuka, Edith Wisa na Ester Wangeshi. Kwa mara ya kwanza, Joy Lusenaka na Triza Atuka watichezea timu ya taifa na wana ari ya kubobea Wachezaji so, wa klabu ya Ufaransa wenye uzoefu, ikiwemo Praxidi Zagala pamoja na Jen Washu hawakujumuishwa kikosini, na mkufunzi anasalia kuwa na matumaini ya kutamba. And, uh, even when they come back from France they are going to fight for their place. Timu hii itasafiri siku ya Jumapili kwa kipute kitakachongoa Nanga siku ya Jumanne wiki ijayo. Moses Wakhisi, KTN Michezo.